Hawa ndio wachezaji wa mpira wa miguu wenye thamani, wenye thamani kubwa zaidi 2025, na ambapo namba moja, namba moja imeshikwa na Lamine Yamal, ambaye huyu anacheza timu ya FC Barcelona. Yeye ana thamani ya hela za kitanzania takribani bilioni 582.5. Namba mbili, namba mbili imeshikwa na Erling Haaland, mchezaji wa Manchester City huyo, thamani yake ni bilioni za kitanzania bilioni 582.5, naye bili, lakini namba tatu, namba tatu imeshikwa na Kylian Mbappe ambaye ambaye ni mchezaji wa Real Madrid, yeye ana thamani ya pesa za kitanzania bilioni 582.5. Namba nne ni Jude Bellingham ambaye yeye ni mchezaji wa Real Madrid ana thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 466, na namba tano e, ni Vinicius Junior. Yeye ni mchezaji pia wa Real Madrid ambaye ana thamani ya pesa za Kitanzania bilioni 400 bilioni 400 bilioni 400 36.9 ambapo katika taarifa hizi zimetolewa na chanzo kimoja cha chanzo ambacho kinajulikana kama Transfer Market ambacho kimeweza kutoa orodha hii ya wachezaji ambao duniani wana thamani kubwa zaidi e, ukilinganisha na wachezaji wengine, huku pesa hizo zikiwa zimebadilishwa kwa mfumo wa pesa za Kitanzania, lakini pesa halisi ni zile ambazo zinaenda kwa mfumo wa dola ya Marekani na hivi hapa e, Eh, Lamine Yamal anakuwa anashika rekodi mara mbili kwa mwaka wa 2025 kwa kuwa ameshavunja rekodi kwa kuuza jezi nyingi zaidi, lakini hapa ameshika rekodi ya kuwa ndio mchezaji ghali zaidi kwenye eh, kwenye ulimwengu wa soka hapa duniani na kushika nafasi ya kwanza kwa utajiri huo wa bilioni eh, mia, mia tano themanini na mbili.